Mtazamaji wa Trend TV bwana, this time around tuko hapa kwa ajili ya kuletea update kuhusiana na kitu ambacho kimehappen kwa mwanadada Bibi Zuhura. Eh bwana, Zuhura Bibi Zuchu anazidi kuonyesha mapenzi yake kwa Diamond Platnumz, jinsi ambavyo anavyomhusudu. Eh bwana, kuna mapenzi alafu kuna ile mtu kumhusudu. Sasa e, Zuchu bwana anaonyesha wazi kabisa kwamba anamkubali kupitiliza Diamond Platnumz Bwana, kitu ambacho kinafahamika ni kwamba Zuchu na bwana wapo katika ndoa hawa wawili e, wameoana na ni jambo ambalo nadhani kila mtu hapa mtandaoni au katika e, maisha ya kawaida kabisa wanafahamu kwamba wasani hawa wawili wako katika mahusiano ya ndoa kabisa e, japokuwa ndoa yao waliifunga kwa sirisiri siri, lakini inaeleweka kabisa kwamba mapenzi yao yako hadharani. Naam, sasa baada ya wawili hawa kufunga ndoa eh, ni kwamba jambo ambalo tumekuja kulishuhudia hivi karibuni ni kwamba eh, Zuchu bwana ameamua kuonyesha kuweka alama katika mahusiano yake yeye na Diamond Platnumz, na tukisema alama bwana tunamaanisha kwamba eh, bibiye Zuchu ameamua A kuonyesha moja kwa moja jinsi ambavyo Diamond anavyompenda vile vile, maana tunajua kwamba of course Zuchu ameshanunua zawadi nyingi sana na kumkabidhi Diamond Plans, lakini pia vilevile Diamond naye amefanya the same kama ku return the favor kwa Zuchu. Kwa hiyo moja kwa moja bwana, katika mambo ya mazawadi e, tunafahamu kwamba Zuchu naye pia ni moja kati ya wadada ambao huaga wakiwa katika mahusiano wanaamua kuonyesha upendo wao kwa kutoa zawadi, na hivyo basi ameonyesha hilo pia kwa Diamond kwa mara nyingine tena, maana hii sio mara ya kwanza mwanadada e, Zuchu bwana, ametengeneza nafasi moja nzuri kabisa moyoni mwa Diamond Platinumz kwa kumpatia zawadi. Eh, katika siku kadhaa zilizopita, maana tumeshashuhudia mara nyingi sana Zuchu. Hata hii latest edition ya simu hizi za iPhone ni kwamba Diamond alinunuliwa na Zuchu kama zawadi, ni kitu ambacho kilionekana kabisa wazi. Zuchu yeye ndiye alifanya hiyo purchase kwa ajili tu ya kumfurahisha mpenzi wake, wichi ni kitu kizuri sana <muchilio> Uh, sasa zith, this time around ni kwamba bibie Zuchu bwana na yeye pia ameletewa zawadi na Diamond Platinumz, yani Diamond bwana ameamua na yeye pia mara hii amletee zawadi Zuchu. Sasa hizi zawadi ambazo Diamond amemnunulia Zuchu zimekuwa na maana pia vilevile vile, kwa, kwa Zuchu mwenyewe kwa sababu kwa mujibu wa Zuchu mwenyewe uh, zawadi alizozipokea mojawapo kachana hizi necklace yani zile cheni amenunuliwa saa Uh, lakini pia vilevile hizi vile ni white gold, amenunuliwa pia pete. Sasa kwenye upande wa pete hapo, bwana Zuchu moja kwa moja ameinuia ile pete, au tunaweza kusema kwamba pete aliyonunuliwa Zuchu na Diamond, uh, Zuchu yeye ameichukulia kwa, kwa maana nyingine kabisa kubwa na nzito kabisa katika mapenzi yao pale, kila ambapo Zuchu atakapokuwa ameonekana akiwa ameivaa pete hiyo kwa maana kwa maana ya kwamba Zuchu bwana, hii pete ambayo amenuliwa na Diamond, yeye kwake imekuwa kama vile ni alama, kama ni ishara, yani ina maana nyingine kwake, na ameipa thamani ya hali ya juu katika mahusiano ya yao. Kwa hiyo hicho ndo kitu ambacho bibie Zuchu ameamua kukifanya, na moja kwa moja bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram hapa Zuchu bwana ameposti video ambayo inaonyesha zawadi ambazo amepewa, lakini pia vilevile vile E, ni kwamba ameonyesha kubwa zaidi kwake yeye ambayo amefurahishwa nayo zaidi ni hii pete ambapo amepost akaandika pale Diamond Platinumz, a, ameandika ujumbe pale kuhusiana na pete hiyo ambayo Diamond amemnunulia, umeona bwana eh? Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaonyesha jinsi gani ambavyo Zuchu amethamini yeah, vitu ambavyo ameletewa na Diamond Platinumz. Kwa mujibu wa bibiye Zuchu hapa ameandika kwamba to my husband d Platinums. Hili ni jina ambalo Diamond analitumia huko Snapchat. Kwa hiyo amemtaga hapo, maana hivi hizi habari zote Uh, ni kwamba Zuchu ameziweka katika ukurasa wake wa Snapchat, then akaendelea kwamba thank you for bringing me this diamond and gold set. Eh, uh, I'm grateful for you. Yana, anamshukuru kwa kumletea hizi zawadi diamond za dimondi za almasi pamoja na gold uh, na anamshukuru sana. I wanted, uh, I wanted this ring as, as my wedding ring due to uh, some circumstances, circumstances you didn't have, uh, you didn't have it eh? Uh, then but kept your promise and thank you for fulfilling my wish. Zuchu hapo bwana, amegonga yai, yani amezungumza Kiingereza kitupu. Sasa, maana yake bwana ilikuwa kwamba yani anashukuru, anamshukuru mpenzi wake au mumewe huyo Diamond eh, kwamba hii pete ambayo leo amemletea ni kwamba Zuchu alikuwa alirequest tokea kipindi kile, wakati anafunga naye ndoa, akidai kwamba yeye Zuchu alikuwa anaitaka hii pete iwe kama zawadi yake ya ndoa, lakini kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo moja kwa moja ikapelekea yeye kushindwa eh ikapelekea yeye Zuchu ku Diamond kushindwa kumkabidhi au kumvisha hiyo pete katika ndoa yao. Lakini anamshukuru Diamond kwa kufu, kwa kufulfill zile eh, wishes za Zuchu, yani akiwa anamaanisha kwamba anamshukuru Diamond kwa kutimiza eh, ahadi yake. Kwa hiyo Diamond bwana ametimiza ahadi ya Zuchu, kwamba kumbe Diamond alimwaahidi Zuchu atamnunulia pete kwa ajili ya ndoa yao eh, na hivi ndivyo amekuja kuitimiza leo hii hiyo ahadi ya kumnunulia pete. lakini Zuchu bwana hakuishia hapo, akaendelea hapa kusema kwamba more, eh, more a diamond watch and a gold set alhamdulillah. Eh, Allah akuongezee riziki na baraka, akiwa anamaanisha kwamba pia vile vile amemletea zawadi nyingine za, za kama vile watch ya, ya almasi yani saa ya almasi, lakini pia vile vile eh, na seti ya ya vito vingine vya thamani yani bracelet zile za dhahabu za, amemshukuru na amemwomba Mwenyezi Mungu amuongezee riziki na baraka. Then Zuchu akaendelea hapa kusema kwamba anamshukuru Diamondi kwa roho e, roho yake kwa kama Diamondi amekuwa kama roho yake. Fildaus akamalizia hapa kusema kwamba e, akamalizia hapa kwa kuandika Mungu amwepushe kwa na husda, yani kwa Kiarabu apaka, kama ilivyoandikwa kwenye Qur'an. So it is what it is. Hivyo ndivyo Zuchu alivyo, eh alivyoandika ujumbe huo kwa Diamond Platinumz baada ya Diamond kumletea zawadi hizo ambazo Zuchu yeye zimemkonga kwelikweli moyo wake. So it is what it is, hivyo ndivyo mambo yalivyo. Ukiwa kama mdau na wewe pia, tuwekee maoni yako katika comment section. Tutakuwa e, tukisoma na kureply kila comment ambayo utakuwa tunaiona, lakini pia vilevile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.